Yesu asifiwe. Wewe ni mwenyeji wa mbinguni, takusomea moja kwa moja kutoka katika Wafilipi sura ya tatu mstari wa ishirini, anasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Yule mtu ambaye amezaliwa katika roho ameokolewa maarufu ameokoka. Mtu hawezi kuokoka mwenyewe tu kwa bidii zake, ndio maana ni neno jema zaidi kusema ameokolewa <coughs> au amezaliwa na Mungu, ni mwenyeji, ana uwenyeji wa mbinguni. Mungu amemfanya kuwa ni mwenyeji wa mbinguni <coughs> Excuse me. Tumefanywa kwa wenyeji wa mbinguni yaani, watu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa hiyo mbinguni ni kwetu sasa hivi, sio baadaye utakapoacha kuishi hapa duniani. Wenyeji wako ni wa mbinguni sasa. Kwa hiyo wewe kama ni mwenyeji wa mbinguni, maanake inafaa sasa, sasa hivi uanze kujitambua kama mwenyeji wa mbinguni. Ujione kama mwenyeji wa mbinguni sasa. Nikisema mwenyeji wa mbinguni, maana yake ni lazima nikuongezee kidogo hapa uweze ku, kuona. Maana nikwambia wewe ni mwenyeji wa mbinguni, ujione kwamba mbinguni ndio nyumbani kwako. Unajionaje sasa? Mbinguni kuna nini? Mbinguni ni mahali ambapo siku zote tumejua kwamba ni mahali pa uwepo wa Mungu permanently, maanake Mungu yuko sio tu mbinguni, yuko pamoja na wewe hapa duniani, lakini ni makao ya Mungu, ni makao ya malaika. Excuse me. ni makao ya viumbe ambavyo pengine hatujawahi kuvitambua hasa. Pamoja na hivyo vyote, na wewe ni mwenyeji wa huko mbinguni. Mbinguni ni mahali pa amani. Mbinguni ni mahali pa furaha. Mbinguni hakuna fujo. Mbinguni hakuna magonjwa. Mbinguni hakuna tabu. Mbinguni hakuna njaa. Mbinguni hawaoi wala hawaoani wala hawaolewi, manake hawaoani. Ndio kwenu huko sasa. Huko kwenu hakuna uhitaji. Huko kwenu mbinguni hakuna ubaguzi. Huko kwenu mbinguni Hakuna shida, hakuna tashwishwi, hakuna presha yoyote, hakuna magonjwa yoyote, hakuna kabisa magonjwa. Kwa hiyo jinsi ulivyo wewe, hauna, hauungani na magonjwa. Unajua mwili huo unaungana na magonjwa kwa sababu ya mazingira yaliyopo duniani. Yanaitwa mazingira ya anguko. Ni rahisi kusema kwamba katika mwili duniani huku mtu ameungana na magonjwa, ameungana na shida, ameungana na njaa, ameungana na matatizo, ameungana na kila tashwishwi, ameungana na lile anguko. Mtu ameunganishwa na anguko, lakini mtu aliyezaliwa katika roho amezaliwa na Mungu. Mtu huyo ni mwenyeji wa mbinguni, ameungana. Kuna sehemu nimeelezea kwamba ameungwa na Mungu, ni roho, ameunganishwa, amejiunga na roho ya Mungu. Yani katika roho amejiunga na Mungu, maana anasemaje? Amejiunga na roho ya Mungu katika roho, yeye yuko connected na Mungu moja kwa moja, ni mtu wa mbinguni. Sasa huyo mtu ninayemsema ni wewe na mimi, ambao tumeokolewa, tuliozaliwa katika roho. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa mbinguni, basi nakupaswa kuyafikiri mambo ya mbinguni, mambo yaliyo juu, kwenu ya nyumbani kwenu. Unatakiwa kukumbuka nyumbani kwenu, unatakiwa kukumisi nyumbani kwenu <laughs> Useme nina misi mbinguni, nina kumisi kweli kwetu, nina kumisi sana. Lakini uzuri Mungu hakukuacha bila kumbukumbu -kumbu la kwenu. Biblia, jinsi ilivyo tu ina mambo mengi sana yanayotuonyesha kidogo, yaani ina dalili nyingi za mbinguni. Nikupe mfano wa Bwana Yesu ukisoma tu ukisoma Mathayo, labda leo nilikuwa nasoma kitabu cha Mathayo, nimeanza kusoma Mathayo moja kwa nimeenda na Mathayo ile jinsi ambavyo nilikuwa nasoma, kuna utulivu fulani katika roho, katika mwili, katika mwili yani kuna utulivu fulani na upata, kuna upole fulani na upata nikisemea utulivu ni ile namna ya kutokuwa na tashwishi kabisa. Hata ukikosa usingizi, ukisoma, ukiwa mtu wa kusoma, hiyo Biblia inakuonyesha mambo ya kwenu jinsi yalivyo huko mbinguni. Biblia inakukumbusha kwamba kwenu kukoje huko mbinguni, kuko vipi huko kwao. Unakuwa unakumbuka kwenu, unakumbuka mazingira yaliyo bora ya nyumbani kwenu ya mbinguni ndivyo inavyotakiwa. Hiyo sio, unasoma tu Biblia kwa ajili ya kutimiza wajibu, sio unasoma tu Biblia kwa ajili ya kupata kujipatia ahadi za Mungu ili ziweze kutimia hapa duniani, sio hivyo tu. Yaani ni sahihi kusoma Biblia ili kujipatia ahadi za Mungu na kuzisimamia hapa duniani, lakini ni zaidi ya hapo ni zaidi ya kujipatia hizo ahadi. Unasoma biblia kupata ile calm, maisha yako yanakuwa yametulia. Unakuwa ni mtu usiofanya mambo kwa kufata taratibu za ulimwengu huu, kwa sababu wewe si wa ulimwengu huu, wewe ni mtu wa mbinguni. Na ni kuongezea kitu kingine hapa, anasema kwenye Wakolosai tatu moja moja mpaka tatu anasema basi, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo yafuateni yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Yani manake sasa hivi wewe umeungwa na Kristo. Kristo alipo ndipo na wewe ulipo. Kristo ameketishwa kule katika kiti cha enzi mbinguni mkono wa kuume wa Mungu na wewe umeketishwa pamoja na Mungu. Fikiria hivyo, kumbuka hivyo. Misi yani wewe una kumisi kwenu namna hiyo, sema nina kumisi sana mbinguni. Nina misi maisha ya mbinguni, nina misi afya ya kimbinguni, nina misi amani ya kimbinguni, na misi utulivu wa mbinguni na misi upendo wa mbinguni na misi furaha ya mbinguni nina misi. Lakini huna haja ya kumisi sana, kwa sababu hayo yote unaweza kuyapokea kwa imani sasa hivi. Na ndo maana anakuambia yafikirini yaliyo juu, Kristo aliko. Nyumba ni kwenu, kwa sababu nyinyi mmefufuliwa pamoja na Kristo. Ni suala la kuamini sasa hakuna kitu kinachompendeza Mungu kwetu, au nisemaje, niongezee kwa kusema lugha ya mbinguni. Sasa kwa sisi tulioko duniani lugha ya mbinguni, kwa sisi tulioko duniani ambao tunaishi na mbinguni pia, lugha yetu ambayo ina itatusaidia ni lugha ya imani. Kuamini ndiko kunakotupatia testi ya mbinguni. Kuamini kunatupatia ladha ya mbinguni, kuamini kunatupatia kumbukumbu za mbinguni, kuamini kunatufanya tuishi hapa duniani maisha ya mbinguni, kwa sababu hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Hata ukisoma kwenye ma, nafikiri ni Matayo, kuna mahali alikuwa na wanafunzi wa Yesu walimwambia, Bwana Yesu, tufundishe kuomba Akasema, baba yetu ombe ni baba yetu, uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje hapa duniani, mambo ya, hapa, ya kule mbinguni yawepo hapa duniani. Anasema utakalo lifanyike hapa duniani kama linavyofanyika mbinguni. Sasa wewe ni mtu wa huko mbinguni, na sasa hivi ufalme wa Mungu umekwisha kuingia ndani yako, mapenzi ya Mungu yanatimia hapa sasa hivi hapa duniani. Wewe umeketishwa pamoja na Kristo katika kiti cha enzi mbinguni, lakini uko hapa duniani unayatekeleza mambo ya mbinguni hapa duniani, leo sio kesho, sio pale utakapoondoka katika mwili. Unautumia mwili wako leo kuyatekeleza mambo ya mbinguni. Unaotumia mwili wako leo kuueneza ufalme wa Mungu, sio kujinufaisha tu, sio kula na kunywa tu. Maana kuna mahali mtume Paulo katika wakua, Warumi sura ya kumi na nne anasema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa tu, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa mbinguni sio kujinufaisha tu kimwili, ukawa na gari au magari mawili au magari idadi yoyote ya magari utakayokuwa nayo, sio kusudi la ufalme wa mbinguni. Yakitokea sawa, ukipata magari sawa, lakini that, that is not the end. It is not the end. Kuna wengine this kingdom of this kingdom gospel, this gospel of the kingdom is a means to the end, a means to their end, which is just life here, the life of nourishment right here, the life of having many many, many, many. Eh, kuna mhubiri mmoja anasema, unataka una upate vyote alafu uvikalie tu hapa duniani mm -hmm. Ujifungie navyo hapa duniani. Ndio mtazamo wa watu wengi, ndio maombi ya watu wengi. Kwa hiyo watu wengi wanaomba kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe tu eh? Lakini wewe sasa sio mtu wa namna hiyo. Ukiona mtu anaomba kwa ajili ya kujinufaisha mwenyewe, ujue huyo ni mtu am, anayapenda sana maisha ya duniani. Katika kitabu cha waraka wa, wa, wa, wa kwanza wa Yohana kuna mahali anasema sura pili anasema msiipende dunia wala msiyapende mambo ma, ma, ma ya dunia eh, kwa sababu katika kuipenda dunia hakuna kumpenda Mungu ndani yake. Kumpenda Mungu hakumo ndani ya kuipenda dunia, sio. Sina maana kwamba sasa uishi maisha shagala bagla, ishi maisha yani, let's look at the the first things first. First thing the kingdom of God The the gospel of the kingdom. Hivyo vitu vingine they are puny, they are small things. Vitakuja, vitakudhihirisha, yani vitakutambulisha. Vitakutambulisha duniani humu. Lakini ukitambuliwa duniani humu wakati huna huna matunda kwa ajili ya ufalme which is spreading the gospel gospel of the the the kingdom and the gospel is the king is king already here. The king is reigning now, anatawala sasa mfalme. Ndio injili ya ufalme, so look at those things, uyatazame ya mbinguni. Kuna mahali pengine pia mtume Paulo anasema msiyatazame mambo yanayoonekana, bali yasiyoonekana, kwa sababu yale yanayoonekana ni ya kitambo kidogo tu, bali yale yasiyoonekana ni ya kudumu. Na kama wewe ni mtu wa mambo yasiyoonekana ambayo ni ya kudumu, yatadhihirika kwa sehemu kidogo sana, lakini sio ya kudumu. Wewe yatazame yale ambayo ni ya kudumu. Tazama vile maagizo ya Mungu yalivyo, tazama au taka kuwa na ushirika na Mungu. Tutaendelea sehemu inayokuja kujifunza zaidi, ili tuweze kupata skopu nzima ya wewe ni nani?